Tukisalia tu kwenye taarifa sawia, na hiyo ni kwamba ilikuwa sherehe ya utamaduni iliyounganishwa na utalii huku mamia wakikusanyika kwa ajili ya makala ya tatu ya tamasha ya utalii ya utamaduni wa Maa katika Hifadhi ya Kitaifa ya Amboseli, Kaunti ya Kajiado. Hafla hii ilijumuisha maonyesho ya rangi huku jamii ya Maa ikionyesha mavazi yao ya kitamaduni, bila kusahau densi yao ya kipekee huku Wamorani wakijaribu kushindana walipokuwa wakiruka katika nyimbo na densi. Mwandishi wetu Jacqueline Masharia alinasa baadhi ya matukio ya kukumbukwa huku hafla hiyo ya siku tano ikikamilika. Jumamosi asubuhi kwenye malango ya hifadhi ya taifa ya Amboseli katika kaunti ya Kajiado, juakali na vumbi havikuweza kuwazuia maelfu ya watu waliojitokeza kwa siku ya tano ya tamasha la utalii wa kitamaduni la Maa ambalo lilidumu kwa wiki nzima. mandhari na sauti zinazoelezea utamaduni wa kipekee wa jamii ya Wamasai ambao ni maarufu duniani kote. Lilikuwa onyesho la mavazi ya kitamaduni, huku wanaume na wanawake wakivalia vitambaa vyekundu vinavyohusishwa zaidi na jamii ya Wamasai wengine wakicheza na rangi hiyo wakiwa wamevalia aina tofauti ya mavazi hayo yaliyojaa vifaa vyenye shanga, kuanzia vazi la kichwani hadi bangili, vikuku vya miguuni na shanga. Kwa kweli ilikuwa sherehe ya mavazi ya kitamaduni ya jamii hii ya kipekee. Nyimbo zilizochezwa katika lugha ya Wamaa zilisimulia hadithi za ushujaa, ustahimilivu na utambulisho. Wamorani hawakuachwa nje ya sherehe hizo, kwani waliburudisha umati kwa densi zao zenye nguvu, wakiruka juu, kila mmoja akijaribu kumshinda mwenzake, huku labda wakitumaini wangeweza kupuuza sheria za mvuto wa chini ya ardhi. Hey. Maonyesho haya yalivutia makofi kutoka kwa hadhira iliyoburudishwa na ustadi na bidii yao. Inasemekana unapoenda Roma fanya vile Warumi wanavyofanya kabisa. Ah, DJ, DJ. Msemo huu ulitimia kwa Rais William Ruto ambaye alikuwa mgeni wa heshima akiwa amevaa shuka ya kitamaduni ya kimaasai iliyo na fimbo iliyotengewa kwa wazee wakati wa sherehe hiyo pia alitawazwa kama mzee wa jamii ya Maa. Hii inaashiria heshima na taadhima kuu. Tamasha hii ilimalizika kwa ukumbusho wa kupendeza kwa mila zinazoendelea kufafanua na kutajirisha mandhari ya kitamaduni ya maeneo ya Maa. Jacqueline Masharia, Dira ya Magwiji.